kufuta jumla ya leseni sabini na tatu ambazo maeneo yake hayajaendelezwa. Haya yameelezwa leo Novemba 25 jijini Dodoma na Waziri wa Madini Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde wakati akizungumza na waandishi wa habari kuhusu baadhi ya wa wamiliki wa leseni ambao wanahodhi maeneo bila kufuata sheria. Tume ya Madini ilitoa hati za makosa kwa jumla ya leseni 205 ambazo zinajumuisha leseni za utafiti wa madini 110 na leseni za uchimbaji mkubwa na wakati 95. Ndugu wanahabari baada ya wamiliki hao wa leseni kupewa hati za makosa, baadhi wamewasilisha utetezi wao na kurekebisha makosa na baadhi wameshindwa kurekebisha makosa yao. Mathalan, wamiliki wa leseni za utafutaji wa madini 44 wameshindwa kurekebisha makosa yao vile vile wamiliki leseni 29 za uchimbaji wa kati wa madini wameshindwa kurekebisha makosa yao. Napenda kuutangazia umma kwamba naielekeza Tume ya Madini kufuta jumla ya leseni sabini na tatu ambazo wamiliki wake wameshindwa kurekebisha makosa. Nitoe wito kwa wamiliki wote wa leseni za madini kutekelezwa mataka ya sheria pamoja na masharti ya leseni wanazozimiliki . Sitawavumilia watu wanaochukua leseni na kukaa nazo bila kuziendeleza. Naielekeza Tume ya Madini kusimamia sheria kikamilifu na kutoa hati za makosa kwa wakiukaji wote wa sheria na kufuta leseni zisizoendelezwa bila kumwonea mtu. Nipende kuwakaribisha wawekezaji wote wakubwa kwa wadogo wa wenye nia ya dhati ya kuwekeza kwenye sekta ya madini kuwasilisha maombi ya leseni yaliyokamilika katika maeneo ya wazi na sisi tutawasaidia kuwapatia leseni kwa wakati. Kwa kumalizia, naomba nitoe rai kwa wawekezaji wote wenye leseni za madini kutimiza wajibu wao wa umiliki wa leseni kwa kuzingatia matakwa ya sheria ya madini sura namba mia moja na ishirini na tatu. Aidha, Wizara ya madini itaendelea kuwapa ushirikiano wawekezaji wote wa ndani na nje ya nchi wenye nia ya kufanya uwekezaji wenye tija na kukuza uchumi wa taifa letu kutokana na uvunaji wa rasilimali madini. Asanteni sana. Haya ni maneno ya kwenye karatasi. Maneno ya ziada sasa na, na haya ndio huwa yanakuwaga habari yenu eh. Ndugu wa waandishi wa habari, mtakumbuka mwezi wa pili niliwahi kuwaita hapa na tulitoa tamko la ufutaji wa leseni na kutoa hati ya makosa kwa makampuni mbalimbali mbali, ambayo yalikuwa hawajafanya uendelezaji wa leseni zao, na hasa yalikuwa ni makampuni makubwa ambao kwa muda mrefu sana walikuwa wengi wao wamesha saini mikataba na serikali, walikuwa hawajaendeleza maeneo yao na hawakufanya chochote katika maeneo yao kwenye mrejesho wa taarifa ile, yako makampuni makubwa ambayo yaliguswa wakati natoa taarifa hii, ambao walikuwa wamesha saini mkataba na serikali ya framework agreement miaka mitatu iliyopita, lakini hakukuwa na mwendelezo wowote. Nataka niwaambie habari njema ni kwamba, baada ya taarifa yangu ile, makampuni mengi yaliwasilisha taarifa zao za utetezi, ambao Tume ya Madini walikuwa wanaendelea kuchambua, lakini kampuni zifuatazo hizi nitazitaja, hizi zilikwenda mbali na mpaka kupelekea sasa taratibu zimeanza. Kampuni ya Faru Graphite pale Mahenge walikuwa ni katika orodha hii walileta utetezi na wakatoa commitment kwamba kabla ya mwezi wa tisa watakuwa wameshaanza shughuli pale Mahenge. Ndugu waandishi wa habari, nilikwenda mwenyewe kwenda kwenye sherehe ya kuanzisha ujenzi wa mgodi ule, ikiwa ni mwitikio wa wito ambao niliutoa na zile hati za makosa ambao tulikuwa tumewapatia lakini na kampuni zingine tatu kubwa ambazo kabla ya mwezi wa kwanza ahadi yao, au mwezi wa kwanza mwanzoni, na wenyewe pia watakuwa wanaendeleza kile ambacho walikiaidi kupitia mkataba ambao waliingia na serikali, ikiwemo kampuni ya Kabanga Nico. Sasa utaratibu huu tutaendelea nao na kama nilivyowaambia awali kwamba leseni ziko nyingi sana ambazo hazifanyi kazi, naendelea kuziondoa hatua kwa hatua mpaka pale tume pawe peupe. Hatuwezi kama serikali tukawa tunatoa leseni alafu watu wanakwenda kuziweka kabatini, wanahodhi maeneo. Leseni sio mapambo. Leseni hii ukiangalia nyuma kule ina masharti yake. Ni nani ambaye ana hati ya nyumba hapa ambaye anaweza akakiuka masharti alafu akaachwa hivi hivi? Tunakwenda awamu kwa awamu. Awamu hii imegusa leseni za utafiti na leseni za uchimbaji madini za kati, kwa maana ya mining license. Kwa hiyo tunakwenda awamu kwa awamu, kwanza tumeanza na hizi kubwa kwa sababu hizi zinachukua maeneo makubwa sana, na hizi pia masharti yake mengi yapo tofauti tumeanza nao hili katika awamu ya kwanza. Tutaendelea na zoezi la kuhakikisha leseni nyingi ambazo zimetolewa zinafanya kazi. Ikumbukwe kuwa mnamo mwezi Aprili mwaka huu, Wizara ya Madini ilitoa tamko la ufutaji wa leseni, ikiwa ni pamoja na kutoa hati za makosa kwa makampuni mbalimbali, hasa makubwa ambayo kwa muda mrefu walikuwa hayaendelezi maeneo yao. Na baada ya hapo makampuni mengi yaliwasilisha taarifa zao za utetezi na mengine yameanza shughuli za uchimbaji. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi Media, bila kusahau subscribe, comment, like na share ili uendelee kupata taarifa zetu.